Kweli kuna mapungufu ambayo yamejitokea ya na changamoto zipo za kiufundi zipo, lakini kuna changamoto zingine unakuta kabisa, kwanza pia safari zetu ucha, uchovu wa mechi hapo ilichangia, lakini changamoto za kiufundi zilitokea kwenye mechi kama ya Singida, kuna matatizo kidogo yalitokea yaliathiri club timu, na hata mechi ya juzi unaona, kuna changamoto za uwanjani na... baada ya kutoka kwenye mchezo wa wachezaji wetu katika game hilo, walipoteza kidogo, walitoka kwenye mfumo wetu, wakaanza kujumba na kuhusu zile goli bila. Lakini first half timu ilienda vizuri, baada ya kupatikana ile penalty, unaona hata wachezaji wetu walitoka kwenye mchezo. Tulijaribu sana kuwarudisha katika hali yake ya kawaida ya kawaida, wakawa wanarudi, lakini kwa kuchukua nini, utaratibu zaidi, na ikapelekea wachezaji wetu defense ya sasa kufanya makosa ambayo ilichangia goli ile iliyofungwa bila, kama 35 au 40 ni mistake ambayo

kwenda kucheza mechi nyingine pale Tabora mm. Sisi tuwacheza mechi na Singida tumeondoka kwenda kucheza mechi mechi mechi nyingine na na na na na Kigoma wale mm. mashujaa mashujaa mm. kuna watu hawajacheza hawajacheza mechi sisi na Singida. Mm. Na mechi siku, sisi sisi sisi Singida mm. wao wako kwenye mapumziko lakini baadaye nao nao tena kuelekeza na na ukacheza kwa mm. kwa hiyo ratiba inapokuwa iko vizuri vizuri zaidi mimi nasema yani tungeweza kama kama wanafanya vizuri shida kama watungeweza kutengeneza Jumamosi kwa Jumamosi ya Tanzania ingekuwa bora zaidi, hapa hizi hii nafasi tuliofika, kwa sababu timu inapocheza Jumamosi Jumapili, wachezaji hata kama watakuwa wako kwenye mapumziko au safari mwalimu mm. Jumatatu anaweza kaanza marekebisho ma akatengeneza timu yake, na Jumamosi tena akarudisha kikosi ambacho kiko imara kwa kwa mm. lakini sasa hivi unakuta kuna wachezaji wanaweza kuwakosa kwa kuumia, anaumia lakini sasa anatibiwa akiwa safarini, mpaka akifika nakuta bado hajapoa ajaikama na hata timu inacheza kufanya marekebisho pia katika mchezo unaokuja mm. kwa kwa hiyo ratiba, yani, kama wanatusikia vizuri, wanaweza kutusaidia zaidi. Jumamosi kwa Jumamosi ingekuwa sio mbaya, labda Jumatano mtu angekuwa anacheza game wachezaji wetu, na hata kocha Ahmed Moroko angepata nafasi nzuri ya kupata wachezaji wa national team. Mchezaji kwa jumla anatakiwa apate mechi kweli, lakini sio sasa Yani, zis, yani, kuna usafiri mfano kama wachezaji wanacheza mechi wanachoka wanahitaji wapate muda wa kupumzika mm, walali yani wapumzike, asubuhi kocha afanye recover kutoa uchovu <tis> lakini sasa unaingia tena, wanatakiwa usiku ule ule msafiri. Mm, sasa ingekuwa mnasafiri asubuhi, ina maana msingeweza kupata tena muda mwingine wa kufanya maandalizi. Kwa hiyo tuna, tuna, inabidi uongozi unajitahidi unatusafirisha sisi tunafika usiku, kwa kweli uchovu kwa wachezaji ni shida mm, kwa sababu wanakuwa wapate muda mzuri wa kupumzika na hata walimu kuiandaa ile timu wakati mwingine mimi nimeona kwenye na, kwenye hizi siku mbili lakini kuna kati tulipata getu mm. kuna kati tunapata getu mrefu wachezaji wanapumzika wanafanya, lakini unakuta tumepumzika siku kumi lakini tukija kucheza tunakaa siku mbili tunacheza. Mm. tunakaa siku mbili tunacheza kwa, tunacheza kwa hiyo inakuwa inatubana. Mm. sisi tuacheza pale Kigoma. Mm. unaona hata ile goli ambayo tulifungwa la kwanza la penalty mimi nasema na labda mchezaji wangu alienda kucheza vizuri kwa nia nzuri, lakini mona kateleza mm. Kwa hiyo utelezi, kwa hiyo kuna viatu vinahitajika pia wachezaji wenyewe, au viongozi, au kit meneja aandaye kwa ajili ya mpira wa mvua. Mpira wa mvua, mvua hauna mwenyewe, lakini mpira wa mvua tunakuja kucheza hapa sisi pia ndio, mm. tuna nafasi kubwa ya, kupasa, ya kupata matokeo kwa sababu mwenyeji hata akifanya vipi mipango yake kwenye mpira wa mvua.